Mtazamaji, kabla kabla sijahitimisha sasa kabisa kipindi chetu hiki maalum, uh, cha leo, hebu tu, tu, tuangalie uh, rais mstaafu um, wa awamu ya nne, rais Jakaya Mrisho Kikwete, yeye amefanya usafi naye, ametikia agizo la mheshimiwa Daktari John Magufuli, rais wa awamu ya tano, uh, katika utekelezaji wa agizo la usafi, yeye amefanya usafi kule Chalinze mkoani Pwani, na tumwone Jakaya Kikwete. Raisi mstaafu wa Awamu ya nne Dr. Jakaya Kikwete akishiriki katika zoezi la usafi kutekeleza agizo la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyeagiza kwamba kilele cha maadhimisho ya siku ya uhuru ifanyike kwa kufanya usafi nchi nzima kwa ajili ya kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Akizungumza mara baada ya kumaliza kazi ya usafi katika soko la Chalinze mkoani Pwani, rais mstaafu Jakaya Kikwete, licha ya kupongeza zoezi hilo, pia amepongeza kasi ya rais wa Awamu ya Tano, Dkt. John Pombe Magufuli, kwa jitihada zake madhubuti alizoanza nazo za kupambana na watu wanaokwepa ulipaji wa kodi. Tuendelee kumuunga mkono rais katika jitihada alizozianza sasa za kupambana na ukwepaji wa kodi. Serikali ina uwajibu kwa wananchi, watu wanataka maji, wanataka barabara wanataka madaftari wanataka vitabu vya watoto wao wanataka dawa hospitali, wana mambo mengi wanayoyataka. Pia amewataka Watanzania kuunga mkono jitihada hizo ambazo zinalenga kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kujenga uchumi imara. Katika hatua nyingine, rais mstaafu Kikwete ameeleza masikitiko yake juu ya watu wanaomtuhumu kwamba enzi za utawala wake alishindwa kusimamia ulipaji kodi na kutoa misamaha ambayo haikuwa na tija kwa serikali. Sijawahi wakati wangu kuagiza mtu yoyote asamehewe kontena lake lisilipe kodi. Ninge fanya biashara hiyo isingefika bilioni mia tisa. Aekaanachonga aawanasunguka kule, asiilaume Magufuli ndokawashinda <laughs> mgombea mzuri, wananchi wamemkubali. Wana kisa na mie, lakini akabarieni, shambulieni, ni mie. Mwacheni Magufuli atimize wajibu wake. <laughs> Awali akimkaribisha rais mstaafu kwenye zoezi hilo, mkuu wa mkoa wa Pwani mhandisi Everest Ndikilo amesema mkoa wa Pwani umefanya jitihada kubwa za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ulioingia katika mkoa huu Agosti 26 mwaka huu ambapo watu mia mbili ishirini na sita walipata maambukizi ya ugonjwa huo na watano kati yao walifariki dunia. Kilianza kujitokeza katika mkoa wetu tarehe 23 mwezi wa nane, na mpaka leo kuna jumla ya wananchi 249 49 waliugua ugonjwa wa kipindupindu na bahati mbaya watano kati ya hao walipoteza maisha. Lakini Mheshimiwa Rais mstaafu, nafurahi kuambia kwamba leo hii ni siku ya saba, mkoa wetu hauna tena kipindupindu. Hatuna mgonjwa wa kipindupindu alitokeza, lakini pia hata wodini hatuna mgonjwa aliyelazwa. Na hii yote itasababishwa pia na wananchi kuzingatia elimu ya kuweka mazingira safi. Kwa mujibu wa mkuu huyo wa mkoa wa Pwani, hadi sasa mkoa umeweza kudhibiti kabisa maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu ambapo hadi sasa hakuna mgonjwa yoyote katika hospitali wala vituo vya afya. Kutoka Chalinze, mimi ni Joseph Chewale wa TBC si.